Habari za leo, karibu tena ndugu mfuatiliaji wetu. Leo nitaongelea namna ya kupunguza a, pressure, lakini pia na kupunguza a, kisukari. Moja ya changamoto kubwa ni namna ambavyo haya magonjwa yamekuwa sugu, na unaweza kuongeza na namna Uh, ukaongeza na stroke na watu wamekuwa wakitumia dawa mara kwa mara uh, lakini pia hawajapata tiba. Sasa hapa pia nitaongezea vitu gani, lifestyle gani unatakiwa kuwa nayo unapokuwa unaendelea kutumia dawa yako, na imesaidia watu wengi. Kwa hiyo ndugu yangu, huu mwongozo uweza kuufuata, ingawa sio mbadala ya dawa unazozitumia. Lakini kama utakuwa na swali lolote, una jambo lolote, basi utatakiwa kututafuta. Na haya magonjwa yameweza kuwa sugu, na kitu ambacho unatakiwa kufahamu kama magonjwa yameshakuwa sugu, basi na sisi inabidi tutumie program sugu kuweza kusaidia kuondokana na changamoto hizi moja kwa moja. Moja ya kitu ambacho cha kwanza uanze nacho unapokuwa na haya magonjwa, kwanza ni kufunga. Moja ya kitu ambacho kinaondoa sumu mwilini ni kufunga. Kufunga ni, ni zaidi ya detoxification, yani kufunga kura ni zaidi ya kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo cha kwanza ni kufunga, yani hicho ni cha kwanza kama una magonjwa haya matatu kisukari, presha, uh, kisukari presha na stroke, hakikisha kufunga kwako sio optional, ni lazima. Lakini hakikisha usiwe na vidonda vya tumbo, kwa sababu ukifunga akiwa na vidonda vya tumbo itasababisha maumivu makali. Sasa kama utashindwa kufunga kama utashindwa kufunga basi, na wengi unajua wana changamoto hizo, hawezi kufunga. Hakikisha unakula miro hiyo miwili, yani usitumie chai kabisa. Yaani, kama unataka kuondokana changamoto hizi, hakikisha chai unaweza uh, chai usitumie kabisa. Yani kwenye mpango wako wa siku chai isiwepo. Unachotakiwa ni kula saa sita lakini pia kula saa saa sita na saa moja yaani kabla ya saa mbili hapo ndo muda sahihi ambao unatakiwa kula. Sasa hakikisha unakula vitu vifuatavyo, hakikisha unaandaa vitu vifuatavyo vitakusaidia sana kuondokana na changamoto hii. Cha kwanza mayai, mayai ya kienyeji yaliyochemshwa ni mazuri sana. Mayai ya kienyeji hiyo yana pure protein. Namba mbili tunasema dagaa, adali dagaa wa, wa, dagaa wa bichi ya chemsha, dagaa wa bichi. Lakini namba tatu nyama chemsha nyama bila kuongeza kitu chochote Mchemsho wa nyama lakini pia mchemsho wa samaki. Kwenye hivi vitu vinne hakikisha unapata angalau viwili, eh? Lakini mayai it's better yakawepo na mayai, mchemsho wa samaki au siku nyingine mchemsho wa nyama, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kwa hiyo ikifika saa sita, piga vitu vyako hivyo kama ambavyo nimeweza kuvielezea. Lakini pia usikose tunda, wapo, tunda moja wapo kati ya haya: kwanza kuna epo, cha pili kuna ndizi, lakini pia mwisho kuna parachi. Isikose haya, mat haya matunda yatakusaidia kuondokana na changamoto hizi moja uh, kwa moja ukiwa unatumia uh, ukiwa unafuata mwongozo, lakini pia ikifika jioni uh, au uh, usiku ile saa moja, pia mwongozo ni ule ule, kuwepo na mayai yako. Kama asubuhi mchana ulitumia nyama, basi usiku tumia uh, nyama au kutumia samaki au uh, tumia dagaa, lakini pia usichanganye kitu chochote. Na vitu vya kuepuka hapa, epuka kutumia wanga wa aina yoyote, epuka kutumia sukari ya aina yoyote. Hakikisha pia usitumie futa ya aina yoyote. Kwa hiyo huu ni mwongozo ambao uh, ukifuata uh, ndugu yangu, basi utapata, uh, utapata nafuu, utakondolea nafuu ya changamoto hizi za presha uh, na kisukari. Lakini hii sio mbadala ya dawa ambazo uko nazo, basi utaendelea kuzitumia dawa ambazo utakuwa umepewa kwa kufuata ushauri wa daktari. Kama utakuwa na swali lolote, kama utakuwa na jambo lolote unahitaji kushare na sisi, basi tuko tuko hewani, Dr Jimmy niko hapa a, kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.